Nawakaribisheni katika darasa la leo. End media tumekuwa na utaratibu wa kuhakikisha wewe upo darasani na kila siku unajifunza. Hili ni darasa namba 30 au funzo namba 30, yani lesson 30. Nawakaribisheni wote. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe. Hii ni End media Swahili, tunajari kuweka darasani, kukuelimisha lakini pia kujifunza mambo mapya kila siku. Karibu ambatana nami, usisahau tu, uko pamoja nami Peter Samuel au maarufu kama Elan, na kukaribisha katika darasa la siku ya leo. Karibu. Historia ya Biblia ina faida gani katika maisha ya wa Wakristo? Yaani, historia ni nini, na basi historia hii ya Kikristo ina manufaa gani katika maisha ya wa Wakristo? Ndilo somo letu leo. Uh, historia kama tunavyojua na jinsi tulivyojifunza maeneo tofauti tofauti, na kwenye vitabu mbalimbali, ni mambo yote au matukio na nyakati zote zilizopita ambazo uh, zilileta eidha matokeo mazuri au matokeo mabaya ambayo wanadamu alikafili au dunia imesafiri kupitia hizo nyakati na matukio, mm, ambapo hapo, hapo hapo kwenye historia inaweza ikawa ni mbaya au inaweza ikawa ni nzuri, ikitegemea pia na wahusika walio katika hiyo historia. Mfano, naomba nirejelee kwenye mada husika tunazungumzia historia ya, ya Biblia. Mm. Sasa tukiangalia historia kuna wahusika ambao wamehusika katika hiyo ambao sasa imeonekana kwa hao wahusika kwa historia ni mbaya. Na na mkuu, mtu mmoja nitu anaitwa Yuda. Mm. Yuda historia yake inaonekana kuwa ni mbaya kwa sababu ya kila alichokifanya. Mm. Amekana Yesu muda mrefu. Mm. Lakini kwa sababu ya ile kitu ambacho yeye alikuwa amekipata kwa, kwa matakwa yake kile mwisho tu kinakwenda kuharibia mm, historia yake na mwisho wake ulikuwa ni mbaya. Maneshapo kumnyonga lakini aishi tu hapo. Kuna mtu mwingine anaitwa mke wa Ruto. Huyu mke wa Ruto katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 ukianza mstari wa kwanza kuendelea mpaka 26 inamzungumzia kwa sana huyu mtu huyu, huyu mke wa Ruto katika ile ule mji wa wa Sodoma na Gomora. hmm. historia yake inaonekana kuwa ni mbaya mwishoni kabisa, kwa sababu ya kila ambacho yeye alishindwa kufanyia kazi kutokana na maelekezo ma ambayo alikuwa amefanya. Kwa hiyo historia hizi kama mbaya Hmm. na mtu aliyesikia hmm. hmm. katika... Hmm. Katika hmm. Biblia hmm. tunaona historia hmm. ya Biblia jinsi ilivyoelezea watu hmm. waliokuwa ni wa Kristo watu wa Kristo wa hmm. wa wa katika Biblia tunaona changamoto hizo zilizopitia, lakini walikuwa wanafaidika na Kum, katika kumfuata Kristo mm -hmm. walikuwa na imani mm -hmm. ambayo aliijenga Yesu Kristo mm -hmm. na waliaminishwa kuwa Yesu ali, ali, aliwapa imani ya kuamini kuwa wataulithi uzima wa milele ndapo wata, watamfuata yeye mm -hmm. Ah, lakini sisi pia, historia inatusaidia kama aliwafundisha Yesu wanafunzi jinsi wakitenda mambo yaliyo mema mm. watapata uzima wa milele pia. Na sisi natulenge kama Kristo ntufundisha pia mm. na sisi tukitenda katika jamii yetu ya leo tunaweza tukawaubisa zima wa milele. Ah, lakini pia ka kuongezea kuendelea hau ni kwamba umuhimu na matumizi ya historia, umuhimu na matumizi ya historia. Uh, umuhimu ni kwamba tuna historia pia. mm -hmm. Inatukumbusha mm -hmm. au inatuwezesha kurejelea ya mambo yaliyopita. mm -hmm. na inatukumbusha vipi? Kwa mfano katika Biblia mambo mengi yalipita, watu wengi walipitia mambo mbalimbali, wa matukio mbalimbali yakiwemo, mm -hmm. matukio ya kuangamizwa kwa Kora na ndugu uh zake pale alipokuwa wakati wa Musa mm -hmm. Lakini mm -hmm. pia matukio hayo haya tunapata pia Elia mm -hmm. akikutana na matukio tukio la uh, la mke wa mfalme kumtaka kumwangamiza mm -hmm. na akionyesha kuhodari na uwezo jinsi alivyokuwa na mwamini Mungu mm -hmm. na kumfanya Elia kwa wakati huo wa aonekane ni hodari na shujaa, lakini baadaye na uoga pia ulikuja moyoni mwake mm -hmm kamsumbua kweli mpaka kaenda jangwani ikapata huko historia <laughs> nyingine ya kufua mtoto <laughs> yote hiyo ni historia ambayo tunajifunza, hatukuwepo ila yeah, tunajifunza kutokana na Biblia ambayo Mwenyezi si Mungu mwenyewe alimeamuru iandikwe, mm-hmm. tena kwa Roho Mtakatifu ili kutuwezesha sisi wanadamu kujua ni wapi tulitoka, tulipo na tunakoelekea. Hiyo ndiyo direkshen yetu ambayo tunaweza kujifunza zaidi katika nyakati hizi na pia kujifunza haswa tufanye nini sasa katika nyakati hizi katika mazuri na mabaya ambayo tumeyasoma katika historia. Kama ni mazuri tuyachukue na tuongezea kwetu leo mzuri zaidi, kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya nafsi zetu. Eh, historia inaweza ikawa na uchungu sana, lakini pia inapitia hali ambayo ni tofauti na hali mbaya, kuangalia historia ya Biblia na namna ambavyo watu wamehusika katika kupata Kwa hiyo kuna mazingira ya uchungu ambayo katika kuiandaa hii Biblia. Mfano ninajaribu kumwona Nabii Yeremia akiwa anaandaa mm. hii Biblia kwa sababu yeye alikuwa anazungumza analenga watu fulani. Mm. kwa hiyo sasa inakuja kutokea kwamba anakitaka kigumu sana kitendo cha kuanza kuandika upya ile gombo ambayo tayari ameshaandika maandishi. Sasa Mfalme Yehoyakimu anakuja kuyateketeza maiko jambo ambalo linapelekea kwamba aanze upya kupitia yake. Kwa hiyo unaona kwamba kuna mazingira ya hali ngumu mm. ambayo ni mbaya pia. Wakati katika uandaaji wa historia kuja kukamilika, kuna mazingira ambayo yanapitia sio tu Yeremia. Tunamwona Paulo amekuwa akiandika Biblia akiwa ufungwani kwenye kile kisiwa cha Patmos. Kwa hiyo akiwa katika hali ngumu sana, lakini bado anaishia kutengeneza hii historia ambayo inakuwa ni kama mwongozo katika maisha yetu. Wayo, kwa hiyo kwa namna ambayo Biblia na mimi Biblia Yesu inawezeka katika tofauti yes. Yeah. Biblia, yes. yes. yes. yes. Pia nimeona mm. historia -hmm. ya mwana wake. Sasa historia tumekuja mm. kugundua na sana. Mm. yaani -hmm. mm historia -hmm. tena haswa Biblia, kitabu cha Biblia ni kitabu chenye yaani, kina maajabu tuseme kwa mm kina -hmm. maajabu. Yaani kinaweza ikamtoa mtu yaani ikambadilisha yaani hali yake jinsi ilivyo mm -hmm. ikamfanya akaonekana tofauti kabisa na maisha jinsi alivyokuwa, tukimwona mm -hmm. jinsi Paulo alivyokuwa akifanya mm -hmm. mambo yake mm -hmm. hapo awali na alivyokutana na, na Yesu mm -hmm. yaani ni vitu viwili tofauti sana. Hata watu waliokuwa wakimtazama walishindwa kuelewa, hata kumpokea ilishindikana kwa wepesi ilibidi aanze kutumia nani, nguvu ya historia ya historia, imebadilika kwa hiyo kukutana nani na Yesu. mm -hmm. na kama nyewe mnamwamini Yesu, inabidi mniamini pia, historia yangu imefanyaje, imebadilika. Kwao tunajifunza historia jinsi ilivyokuwa na nguvu, na inaweza ikamfanya mtu abadilike kabisa ki fikra na, na mawazo pia, yani jinsi ambavyo watakavyokuwa kweli, yani inatufundisha pia kuamini ila historia pia inatakiwa iwe nzuri ili tuiamini, inayotufundisha isiwe historia mbaya, sawa. Lakini pia historia tunaweza kuitumia kuwafariji watu wengine ambao wamekutana na changamoto mbalimbali, wako mm -hmm, na adha, wako mm -hmm, na huzuni hawana furaha maisha yao, mm -hmm. tunaitumia kwa kuwafariji, kwa sababu Biblia imeletwa kwetu mm -hmm. ili kutuonyesha njia sahihi, kutuonyesha matukio na nyakati sahihi ambazo tunapaswa kufuata mm -hmm. au kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu uh, historia namuona ni Elisha mm -hmm. Elisha anamfariji mama mjane yule amefiwa na mume wake, akilalamika kuwa nina huzuni, lakini bado mume wangu alikuwa anadaiwa na anadaiwa madeni hajalipa bado, na Elisha pale pale anafanya kumfariji, na bado kwenye kumfariji anafanya na muujiza ambao kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba anamwambia ingia ndani, chukusanya vyombo vyote na vilio na vilisho vyote, na ukikosa akachukua kwa majirani, ongeza weka ndani, afujifungie wewe na mwanao, alafu hakika Mungu atajaza mafuta. Na mwisho wa siku mafuta yanajaa na anampa ya kauli anamwambia alipa madeni na inayo kilicho baki au fedha leo baki tu mm -hmm. Tumia wewe. Kwa hiyo Biblia pia ni kitu ambacho tunajifunza kinanikia sana, lakini kinatufariji, kinatufanya tuwe comfortable hadi hizi tuna amani. Tunajisika kwamba uh, dunia hii ni ya kupita tu kwa sababu ni ya matukio, ni ya kupita nalo ni tukio ambalo litapita tutakuja na tukio jipya ambalo vitaadumu milele. Dunia itaishi katika wakati mbele ni wa milele. Mm -hmm. Wanadamu tutaishi kwa furaha, amani na nyakati zote tutakuwa tuna tunafurahia na na kumtukuza Mungu mm. Ni kweli uh, matumizi maishani ya historia mfano binafsi binafsi katika upande wangu mm. Historia katika matumizi au katika maisha ambayo unayaishi inaweza kusaidia kusaidia uh, historia inaweza ikawa ni mwongozo katika maisha ya mtu mm. Lakini pia inaweza ikawa ni kama utaratibu au sheria au inaweza ikawa kama fundisho mm. Kwa mfano, kupitia Biblia na historia yake namna ambavyo imeandaliwa mm. na namna ambavyo watu tumeipokea. Mm. Kwa hiyo kwangu mimi ninaiona ni kama mwongozo kwa sababu tunajifunza hawa watu walio ya ndama mazingira leo yapitia bado wameshinda. Lakini pia hata kuandaliwa kwake na kunifikia mimi imenifikia kama njia ambayo nikiitumia nitafika sehemu fulani. Kwa hiyo matumizi maisha ya historia inanifanya mimi niweze kubadilisha maisha yangu ya awali kwa sababu nitaitumia kama kama, kama ndiposa tunakuta kuna amri kwenye Biblia ya Mungu ambazo zinanielekeza kwa wapi nipite, nini nifanye, kipi nisi nifanye. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho niweza kujifunza pia. Sasa mimi kwa kweli historia nimezidi kuielewa, discuss diskasi. Kuna kitu ambacho pia kingine historia nisi ilivyo katika Biblia Mungu, ushaona historia unaandikiwa kabla, alafu inaandikwa tena na historia ya Biblia <laughs> ni jambo la ajabu sana so, yani wewe ukishindwa kuiamini historia hii ya Biblia, si utaamini hisstaamini kwa mi kweli, nimependa historia ya Biblia jinsi ilivyoandikwa. Na Mungu ni wa ajabu sana na ndio mwenye upendo. Yani mpaka anatuandikia historia ya future. Sasa wewe unashindwa nini kuangalia kitu kilicho kilichopita na kinachofuata, afu unashindwa kutamani kuwa mmoja kati ya wale ambao watalisiuma dhambi? Ni kitu cha ajabu sana a <laughs> tukiangalia pia na historia ya dhambi jinsi ilivyo, yani imemwasi nimwasiri sana mwanadamu kiasi kwamba anashindwa kuielewa hata historia tu yani jinsi ilivyoandikwa, mm -hmm. Yaani anaona hata mm -hmm. haimsaidii pia kwa yeah, sababu dhambi yeah. imemwasili kichwani, lakini historia ni nzuri sana, uendako utaisoma na ukaamini okay, okay. Itabadilisha maisha yako sana. Nimejifunza, tulichokijifunza pale tulicho kizungumzia ni kwamba maisha ya sasa ni maisha mafupi. Wanadamu tunaishi miaka sabini mwenye nguvu semanini na kuendelea, lakini ni neema ya Mwenyezi Mungu mimi niko hai na kumua, kuna watu wanahangaika masukalini wa wanandekia uhai wao, lakini mimi leo niko hapa yeah. Ninajadili neno la Mungu ambalo linafariji, ina nguvu, linatia nguvu mm. Imwezesha kwa imara zaidi yeah. Ni hicho kifunzo mm. Ni kwamba itumie neno la Mungu, tutumie historia ya neno la Mungu mm. Hakuna kitu kingine inachoweza kuonyesha mm. matukio yote nyakati zote tatu, yaliyopita na kuja mm. hakuna mm. Biblia ni jicho la kanisa, jicho la watakatifu na wateule wa kweli wanaohaijiwa uzima wa milele. Tukihitaji hmm. uzima hakika ni kwa Biblia. Ni mtukuzwe Mungu na amepata uzima wa milele. Nakati, kwa faida ya ya wengine cha kuondoka nacho ni kwamba historia wanavyoipokea na wanavyoitumia ndivyo watakavyofaidika nayo. Kwa maana kwamba wakiipokea ikawa kama mwongozo, ikawa kama mfunzo, ikawa kama kielezo kwao ndivyo watakavyo ambavyo tumejaribu kuchambua ah kuiona kuna mm -hmm. Jambo moja ambalo nimepata tena hapa wakati nakosikiliza ndugu yangu, historia ya Biblia ina faida mno, yaani ina faida mno sana. ki kichukua Paulo wakati anaandika nyaraka kwa haya makanisa tunayoona kwenye E, aliyoandika katika nanili, Paulo aliwaandikia wa Korinto, pia ah, wa Efeso yes. Yote hayo yalikuwa ni mm -hmm. makanisa. Sasa si mm -hmm. tunaona faida gani nanili, tunafaidika nini kwa ma, ma, maelezo yote aliyoandikia nanili hayo makanisa mimi, na kuna kitu ambacho Mungu ali, ali, aliona mm -hmm. kinafaa tujifunze sisi leo tukiangalia kanisa la sasa na kanisa la wa wa Efeso au Korinto, Paulo jinsi alivyokuwa anaandika nyaraka, tukisoma kabisa na tukaelewa haya mambo, yote yanayoendelea ndani ya kanisa letu leo yalifanyika. Kwa hiyo tunaweza tukayabadilisha, endapo tutaiamini ile historia kuwa ilikuwa ni mbaya wakati anaanza kuandikia wa Efeso, anaandikia Korinto, anaandikia wa Galatia Inaweza ikatubadilisha sisi leo, kaenda katika mwenendo ambao alianza tena kuwaambia waende katika hali ya okay. find, katika na tabia fulani, si ndio? Kwa hiyo faida ambayo inatakiwa tuione, kama sisi wafuasi wa leo tunatakiwa tuione na tuweze kujifunza na tuweze tukabadilika, tubadilike kabisa, ndio faida ambayo inaweza kutokea katika historia, nao tutaisoma. Asante.